Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana asifiwe sana watu wa Mungu. E, ninawasalimu katika jina takatifu la bwana wetu Yesu Kristo. Jina langu ninaitwa mtumishi Salum au naweza ukanita mwalimu wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naweza ukaniita mtumishi Salum au mwalimu wa neno la Mungu na mhubiri wa neno la Mungu. Katika siku ya leo nina neno fupi sana ambalo nitalihubiri neno, neno hilo nitalifundisha neno hilo nitalifundisha neno hilo na kulinena sawasawa na Roho Mtakatifu atakavyonisaidia eh, kwa neno hilo ambalo Bwana amenijalia siku ya leo kuweza kulifundisha kwenu kama watoto wapendwa wa, wa Bwana Yesu Kristo waliokombolewa kabisa kwa thamani nitasoma baadhi ya vitabu kadhaa wa kadhaa, kwa jinsi ambavyo Kristo atakavyonisaidia, na ninasoma katika jina au nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Ila katika yote nitakwenda kumshukuru Mungu ili apate kunisaidia kwa neno hili ninalokwenda kulifundisha. Baba Mtakatifu, Mungu muweza ketie juu sana, mahali palipoinuka, niko mbele zako tena Bwana kwa siku hii ambayo umenijalia kulinena neno hili Bwana Yesu, ninaomba unisaidie Bwana neno hili kuweza kulinena sawa na vile utakavyo. Neno hili Bwana lisinene kwa maarifa tu ya kibinadamu, bali neno hili likafundishwe sawa sawasawa na vile utakavyo wewe Bwana, ukaweze kufundisha watu wako, na mimi ninaye linena hili likaweze kulifundisha na watakaolisikia, ukaweze kuwasaidia. Ni katika jina la Yesu Kristo Ninaomba hayo, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Nitasoma katika kitabu cha Warumi. Warumi sura ya sita na mstari wake wa kwanza. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema ya kwamba tuseme nini basi? Tudum katika dhambi ili nehema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tulioifia dhambi tuta, tutaishije tena katika dhambi? Amfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tu, tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama mlivyounga nika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake, mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye ili mwili wa dhambi ubatilike, tusi, tusitumikie dhambi tena. Nitaishia hapo kwanza. Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi kwetu. Lasha haiwezekani kudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa kwetu nyingi. Hapana. Bali tulipokombolewa na Kristo tukafanyika kuwa watoto wake. Sasa inatupasa nini? Sisi kama watoto wa Kristo Yesu. Inatupasa sasa tuenende katika upya wa, wa wokovu, si katika ule wa zamani ambao tulioenenda. Bwana turumie sana. Si katika ule wa zamani ambao tulioenenda, bali tuenende sasa katika upya ambao sasa tumefanyika kuwa wa, tumefanyika kuwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wameitwa kuwa watumishi. Kuna watu wameokolewa kuitwa kabisa na Kristo ili wapate kumtumikia, lakini kumtumikia Kristo au amtumikii kama vile ulivyoitwa, wamechangamana. Unakuta mtu ni mhubiri bado ana shevu denge. Unakuta mtu ni mubiri kabisa ana kanisa, lakini kwenye madhabahu yake sadaka ndiyo iko mbele sana kuliko mafundisho, kuwafundisha watu jinsi gani watakavyoishi maisha ya utakatifu. Sasa Paulo anasema ya kwamba tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa kwetu? Hapana, hatuwezi kudumu katika dhambi kwa sababu neema izidi kuwa kwetu. Sisi tulioifia dhambi tutawezaje kudumu katika dhambi tena? Bwana turumie. Sisi tulioifia dhambi, sisi tuliokufa. Tuliokufa, sisi tuliokufa tulio tu, tulio kufa tunawezaje tena tena tena kukufa katika dhambi? Haiwezekani, haiwezekani. Kama mtu ameokolewa kutoka katika vifungo vya dhambi, haustahili tena kuishi maisha ya dhambi. Tatizo ya watu wengi leo, nataka nikufundishe ya kwamba tatizo ya watu wengi leo wanapookoka maisha yao hawa, ha, hawaibadilishi, ni wale wale tu wa zamani tu wale, wale tu wa zamani tu wale, wale wa zamani hawabadiliki. Wamebadilika tuwe kwamba ule mtu ameokokaga lakini maisha yao haibadiliki. Bwana Yesu aturumie maisha yao hayabadiliki. Sasa kama maisha yao hayabadiliki wafanyeje ili wabadilike? Inabidi wajifunze sana kutoka kwa Kristo wasifananishe maisha yao ya zamani na ile ya, ya, ya, maisha yao ya zamani na hii ya sasa. Bwana turumie sana. Lazima maisha yao wayatenge, jinsi ambavyo walivyokuwa zamani wasiweke ndivyo sasa, lakini watu hawabadiliki. wa inachotaka kufundisha ya kwamba lazima ubadilike, lazima ubadilike, wewe wa zamani usiwe ndio wa sasa. Bwana sisi tulikuwa waovu, kuna watu walikuwa wa, walikuwa wanavuta sigara sana, kuna watu walikuwa wanakunywa pombe sana, kuna watu walikuwa wazizi sana, kuna watu walikuwa washarati sana, kuna watu walikuwa na tamaa na kiburi na majivuno na na matendo mabaya, lakini walipookoka. Kuna watu walikuwa wezi, lakini walipookoka wakabadilishwa na Kristo, matendo yao ya zamani yakakufa, wakafanyika kuwa upya katika roho na katika mwili. Sasa watu wengi wana msemo ya kwamba Mungu anaangalia roho, Mungu anaangalia roho. Mungu anawezaje kuangalia roho na asiangalie matendo? Mungu anawezaje kuangalia roho na asiangalie matendo? Sawa, ni kweli, usemalo ni kweli, Mungu anaangalia roho, lakini sasa Mungu anaangalia roho na matendo. Matendo yako ndio ambayo yatakufanya wewe unafika mbinguni. Bwana Yesu atuhurumie sana au utafika mbinguni kwa sababu uko na roho nzuri? Hautafika mbinguni kwa sababu uliilisha maskini tu, hautafika mbinguni kwa sababu ulisaidia yatima. Au utafika mbinguni kwa sababu ulitoa uli, uli sadaka nyingi tu? Hapana, hapana, hapana, hauwezi ukafika mbinguni kwa hivyo tu. Lazima matendo yako yawe safi, yaambatane na hayo yote. Lakini watu wengi matendo yao hayaambatani na hayo Matendo yao yanaambatana na mambo ya dunia. Unakuta mtu ameokoka, amekufa kwenye dhambi, baada alipo alipofufuliwa na Kristo, maisha ni yale yale, bado anapiga de, anapiga debe, bado bado bado, naye anaenda gym eti ananyanyua vifua, anani, anakuza vifua, kifua awe na kifua, mkristo unaenda gym na wewe unanyanyua chuma eti na uwe na kifua. Hata aibu hauna! Ni watu wa dunia ndio wanafanya hivyo. Ukiona mkristo yoyote ambaye anaenda gym halafu anafanya mazoezi ile ya awe na kifua, kwa lengo ya kuwa na kifua, huyo si mkristo, hata awe na kanisa. Mi nakwambia ya kwamba huyo si mkristo, ni mkristo jina tu lakini katika matendo yake hayafananishwi na Mkristo. Kama ni mazoezi, kwani ndani mwako mna, mmekufa nini? Nunua nunua vile kile kitu cha kwenda mbio hivi cha mazoezi, fanya zoezi. Kama ni kamba yako, ruka na kamba, fanya zoezi ha? lakini si kwamba kama ni mazoezi, fanya zoezi ndani mwako. Kufanya mazoezi sio kwamba eti ni zambi, hapana. Kwa sababu mwili nao huwa unahitaji kufanya mazoezi. Sio dhambi kufanya mazoezi, sio dhambi. Sio dhambi kabisa. Kama unapenda kufanya mazoezi ya mwili wako, sio dhambi. Kama utakimbia kimbia, kama utaruka ruka, kama kama kama kama uta uta uta utanyoosha uta, uta, uta, uta mwili nyoosha mwili, lakini si kwamba uende gym. Wewe Mkristo we, na wewe unaenda gym. Na wewe mtumishi unaenda gym. Unaanza kunalala hivi unaanza kupush zile chuma ili uwe na kifua. Kila siku unaenda kule unakuta kifua kimekuwa hapa, alafu na una, una, unasema kwamba wewe ni Mkristo, wewe ni mtumishi. Mtumishi gani unaenda gym? Mtumishi gani unaenda kufanyiwa masaji kwenye kwenye kwenye, kwenye jumba za masaji huko kwenye mastarehe? Wewe ni mtumishi gani? Kama unataka masaji, fanyiwa masaji na mke wako. Wewe ni mtumishi gani ambao unaruhusu mtu mwingine anaona anaona mwili wako? Wewe ni mtumishi gani? We ni mtumishi gani ambaye unaruhusu mwanamke mwingine anaona mwili wako? Huu si utumishi. Huu si utumishi na huu si Ukristo. Huu ni upagani. Hiyo yote ni mitego ya shetani. Mambo yote mnayo kwenu lakini mnajiachia. Mnapenda kuja, mnapenda kuna najiingiza ngiza mkumbo mkumbo mkumbo mkumbo. Usifatishe namna dunia, Jinsi dunia inavyoenda. Na wewe uwe kama na wewe, yani una, ukisikia kuna kitu kipya na wewe unaenda ukisikia kuna hiki na huo unaenda. Hapana, Mkristo huwa hana hivyo. Mkristo, Mkristo huwa hana hivyo. Kuwe utofauti kati ya Mkristo na mpagani. Mpagani lazima hafanane, hafanane. Wewe Mkristo yaani mpagani akuige wewe Mkristo, si wewe Mkristo unaiga mpagani. Bwana turumie sana. Mi ninawashangaa Wakristo wengi, ninawashangaa, ninawashangaa Bwana Yesu aturumie sana. Katika hayo yote, haiwezi kukufanya wewe unaingia mbinguni, yatakukosesha na kukukwamisha usiingie mbinguni. Lazima maisha yako yafuatishe matendo mema. Maisha yako lazima yafuatishe matendo mema: kuabudu, kuomba, kufunga, kuwa na hekima, kuwa na adabu, kuwa na moyo wa ukarimu kuwapenda ndugu zako, kuwapenda watu wengine, kuondoa wivu, kuondoa chuki, kuondoa tamaa ya kila namna, kuondoa tamaa ya wanawake, kuondoa tamaa ya wanaume, kuondoa tamaa ya mambo ya dunia, tamaa ya mavazi, uchawi, ushirikina, kiburi, majivuno na kushirikisha shirikisha vitu vingine vingine vingine ambavyo havileti utukufu. Matendo yako ndiyo yatakao kufanya wewe unafika wapi? Unafika mbinguni? na baada ya hukumu eh, ba-ba baada ya kifo ni hukumu. Matendo yako ndiyo yatakayo kufuata nyuma ukisha kufa. si kwamba moyo wako moyo wako ulikuwa unasaidia maskini, sawa, yatahesabika kweli ulisaidia ulisaidia maskini, lakini Bwana anasema ya kwamba mtu mwema anapotenda wema alafu akageuka na kuanza kutenda ubaya, wema wake hautahesabika, utasaulikiwa kabisa na hivyo ubaya utaanza kuhesabika. Hata utende, hata ulitenda wema kiasi gani, ulimtumikia Mungu kiasi gani, Mungu akakufurahia kiasi gani, Mungu akakuinua kiasi gani, lakini utakapogeuka utakapogeuka na kuanza kutenda ubaya, Mungu atauhesabu ule wote wema, atautupilia mbali hata ukumbuka hata kumbuka, ataanza kuhesabilia yale mabaya, ndo yatahesabiwa siku ambapo nakufa. Sasa nataka nikuambia kwamba basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kama Kristo vile alivyowekwa msalabani, akapigwa, akakufa kifo cha aibu. Mungu aliona utukufu wa mbinguni si kitu, kufa, kufanyika kuwa kama kufanyika kuwa mungu kuwa kama mungu aliona si kitu Alijishusha akatoka mbinguni, anakuja kutufilia sisi wenye dhambi, anakufa kifo cha aibu, anawekwa uchi msalabani kwa sababu yako na kwa sababu yangu. Lakini leo wewe unaukanyaga una, una unakanyaga gokovu ambao ulio ambao Kristo alikufilia, unaukanyaga hivi, unaukanyaga kwa miguu yako, unaukanyaga kwa miguu yako matendo yako hayawakilishwi haya, haya na sawa na, na maisha yako ulio nayo. Matendo yako ni mabovu, matendo yako hayahesabiki haya mbele za Mungu ya kwamba wewe ni Mkristo. Enenda sasa ule u haenenda sasa katika upya ambao ulionao sasa uhesabike kuwa ni Mkristo. Watu wengine wanaweza kwa kuhesabu kwamba oh, ule si Mkristo, ule si Mkristo, lakini wewe mwenyewe unajijua, lakini tunajulikana kwa matendo yetu matendo yako ndiyo ambayo itakuwa kuhesabu ya kwamba wewe ni mtumishi wa kweli ama si mtumishi wa kweli. Kuna watu wanasema kwamba ni watumishi wa kweli, lakini si watumishi wa kweli, ni wapagani kama wapagani wengine, ni wafunga pepo kama waganga wengine wa kienyeji, wanatoa pepo kwa nguvu za shetani, lakini wapo kanisani wanatulia na masuti na makola, wako kule mbele, Bwana turumie sana, Bwana turumie sana kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa ame haki mbali na dhambi. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, twaamini ya kuwa tutaishi pamoja naye, tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu afi tena, wala mauti aimta, aimtawali tena. Maana kwa, ku, maana kwa kule kufa kwake aliifia dhambi mara moja tu, lakini kwa ku, kwa kule kuishi kwake amwishia Mungu. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Mko wafu kwa dhambi. Lakini mko hai kwa Kristo. Mko wafu kwa dhambi, lakini mko hai kwa Kristo. Unajua ni uzuri gani huo, uko hai mbele za Kristo lakini kwa dhambi umekufa. Sasa umekufa aje kwa dhambi? Ni yale matendo ya mabaya umeyafunika, ume, haupendi kuyahesabu, haupendi kuyafuatilia. Vitu vibaya upendi kuvifanya, lakini umeeji hesabu ya kwamba uko haki. Haleluya! ni vyema sana kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa na haki mbele za Kristo, lakini kuonekana ya kwamba duniani wewe umekufa kabisa. Na ndio maana sisi wa Kristo tunahesabika tuna kwamba tumekufa, tumekuwa wazee, tume tume, tumeharibika, eh? Unaona mdada anavaa zake nguo nzuri, unaona mdada anapendeza anavaa kitambaa chake kizuri, unaona mdada anapiga na mapambio eh, kwenye madhabao, lakini watu wanasema kwamba wewe oh, umezeeka wewe oh, umejizesha, oh, nini na nini. Lakini mbele za Kristo, yu hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana.